Baada ya kupata eh, kunywa maji kidogo, ni wasaa mzuri wa kwenda kufahamu ndoto za wanafunzi. Ni kujuze tu kwamba hii ni moja kati ya shule ambayo imejaliwa vipaji toka enzi hizo aftisamia na kenda, na kwa sasa hawa ndio wanafunzi wa Dar es Salaam Sekondari. Je, ndoto zao ni zipi? Ongozana nasi katika kipengele bora kabisa cha ndoto. Bana wanafunzi, mjambo, mko vizuri Mi natamani nifahamu ndoto zenu ni zipi hasa. Kitazungumza na baadhi yenu niweze kufahamu ndoto zao ni zipi. Mambo poa. Ujambo, unaitwa nani? Unasoma kidato cha ngapi? Maimuna Ramadan Sufiana, nasoma kidato cha pili. Si. Kidato cha pili. Nataka nifahamu e, masiku e, machache yajayo ndoto yako ni hipi unapomaliza skuli? Napenda kuwa daktari baada ya kumaliza masomo yangu. Unapenda kuwa daktari. Masomo gani unayopendelea? physics, chemia, biology. Physics, biology. mtihani wa mwisho una marks ngapi? <laughs> 68. Chemistry? 78. Na biology 80. Kila la heri. Insha Allah. Bado ndio kumsikia mwanafunzi anataka kuwa daktari na anafaulu vizuri. Ujambo? Jambo. Unaitwa nani, kidato cha ngapi? Kidato cha pili. Unaongea haraka haraka na unafikiri nitakuogopa. Niambie, e, ndoto zako ni zipi hasa unapomaliza shule, lakini kama una ndoto za kufika chuo ama after chuo, nataka niwe na ndoto fulani. Urubani. Urubani wa ndege? Hey. hmm. Mathe na ndoto fulani, urubani wa CM, hiyo una ngapi? 52. 52. Na unajitahidi. Hongera sana e. Asante. Eh bwana e, kwa sasa ni hawa wanaokimbia huku. E, naanza na huyu anayekimbia dirishani. Njoo huku hapa tukuone. Rudi basi hivi tukuone. Ujambo? Jambo. Unaitwa nani kidato cha ngapi? Violet kidato cha pili. Kidato cha pili. Haya. Hemu simama kwanza ili tukuone. Ame, ametumia nguvu kubwa kupanda hapo maana alikuwa figi chini. Tueleze kwanza watoto zako ni zipi miaka michache jana? Nataka niwe benka. Benka, benka ndo nani? Mtu anayefanya kazi za kuhesabu hela kwenye benki. Unataka kuhesabu hela kwenye benki? Umependa hela, umependa wanavovaa, umependa nini? Kila kitu. Umebobea kwenye masomo gani? Masomo gani ambayo ambao napenda darasani? Mathe. Mathe. Ah, okay. Niki nikichukua laki moja nikatoa shilingi 1099 na kuwa na shilingi ngapi? Nachukua laki moja natoa shilingi elfu tisini na tisa na baki na shingapi? elfu moja. Yeah. Amejitaidi, alitaka kujichanganya kidogo ja. Sasa nimeuliza wanawake, uh, wanaume wananikimbia sasa. Mi nataka niwafate kule kule juu ambapo wamekaa wanawake, bwana, wame, wamejitokeza kwa wingi. Naomba na mimi nipande niwafikie, ni, ni huku walipo. <laughs> Ujambo? Jambo kwanza. Ndoto zako miaka michache ijayo, ni zipi? kwa rais. Ndoto zako miaka mi, michache ijayo ni ipi mzee? Nitakuwa rais wa Tanzania, kuwa rais wa Tanzania. A, pengine uh, utueleze eh, ni kwa nini umewaza kuwa rais lakini nini ambacho kimekushawishi eh, ukasema mimi natamani kuwa rais wa, wa nchi ya Tanzania siku moja. Cha kwanza kilichonishawishi ni kwamba napenda nchi yenye maendeleo. Napenda jamii ziweze ziweze kujidumia zaje kutegemea vitu vya nje, kwa sababu ukizingatia sana watu wa mikoa vile wanategemea sana mali za nje. Kwa nikiweza kuwa rais, lazima elimu itaenea kwa watu wote. Elimu kwamba watajua wa jinsi ya kuweza kujidumia, jinsi ya kuendesha familia zao. Utafika uchumi wa kati na kama nchi nyingine, kwa kutegemea vitu kutoka nchi za kimataifa. Asante sana kila laheri. Bwana eh, moja kati ya jambo ambalo limenifurahisha sana ni kwamba ana ndoto ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Namna ambavyo eh, amezungumza ni kwa kujiamini kwelikweli, lakini pia ni uthubutu wa aina yake. Nasi tunamwombea kila lenye heri, lakini nikukumbushe kama ulikuwa ufahamu rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni daktari eh, Julius Kambarage Nyerere, akafuata al Hassan Mwinyi mwaka 1995 lakini Benjamin William Mkapa, baada ya Benjamin William Mkapa akaja Julius I amin mean, Jakaya ya Mrisho Kikwete, alafu John Magufuli. Kwa sasa ni mama yetu Samia Suluhu Hassan. Hii ni kipengele cha ndoto. Kwa sasa tunakwenda kupata mapumziko mafupi, tukirejea ni kipengele cha cheza, tunakwenda ku dance. Endelea kuwa nasi TET Soma Kwanza TV. Mimi naitwa Hamis Junior a Mpemba mwenye majina ya Kibrazil. Remember the name. Enjoy the game. Maasalam, Tuzetu. Hapo zamani babu zetu waliomba, waliubagu, walithamini mila zetu, desturi na utamaduni. Sasa hivi tuko wapi? Tumetoka wapi? Soma kwanza TV. Soma kwanza, taifa linakutegemea. Kama ambavyo umewasikia wanafunzi wa shule ya sekondari ya Dar es Salaam, soma kwanza, taifa linakutegemea, wewe ambao ameketi hapo katika runinga yako kutufuatilia kupitia kipindi bora cha Top Star. Sisi tunakukumbusha tu kuwa soma kwanza, taifa linakutegemea. Hapa tuko na madaktari wajao, tuko na mainjinia wajao, tuko na walimu wajao, wanajeshi wajao, marubani wajao yote haya ni kwanza wanaweka elimu kichwani, halafu wanafuatilia ndoto zao ambazo wanaziishi. Nikukumbushe tu kuwa kila siku ya Jumatano, kipindi hiki ndicho ambacho kinaruka hewani saa moja kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki, lakini kikubwa zaidi tunapatikana ndani ya king'amuzi cha Star Times chaneli nambari 105, na lakini pale Instagram, Twitter pamoja na Facebook wewe andika Soma Kwanza TZ na YouTube ni Soma Kwanza TV huko ambapo utakwenda kuvinjari yote ambayo tunakupa hapa ndani ya Teti Soma Kwanza TV. Kama ilivyoada na kawaida, na odha wako unaitwa Hamis Juni ya Mpemba mwenye majina ya Kibrazil, remember the name, enjoy the game. Usiache kufuatilia vipindi vinavyofuata ndani ya Teti Soma Kwanza TV na kuaga kwa heri bwana, tunawaaga kwa herini.